Mwalimu ambao watakwenda kwa ridhaa yao kufundisha vijijini, kwanza jambo la kwanza, asilimia arobaini, tutamwongezea asilimia arobaini ya mshahara anaoupata, asilimia arobaini. Wakati huo pia tumesema mwalimu huyo wa vijijini ni lazima tutampatia pikipiki mpya bule, ili aweze ili aweze kwenda kufundisha watoto wetu akiwa tayari ana utayari na nyenzo ya kumfanya ende kijiji kwa, kwa kijiji. Inakuwepo kuhusu sekta za serikali, tunaamini jeshi la polisi wana uniform, magereza wana uniform, manesi wana uniform, uhamiaji wana uniform. Sasa nasema hivi, tunataka turudishe heshima ya mwalimu. Nikiingia Ikulu tarehe tano, walimu nchi nzima watakuwa wanavaa suti, na hizo suti zitagharamiwa na serikali ya chama cha Makini, na zile suti za kuanzia tano suti pia tano zitatolewa na serikali. Na wakati huo huo, tunatambua umuhimu wa mwalimu, tutaongea na wasafirishaji wa abiria, kwa maana daradara, mwalimu akivaa suti, akiingia kwenye daradara kutokuwa kumchaji kum kum atakuwa napanda daladala bule, akiwa kwenye jitihada za kwenda kufundisha watoto wetu. Walimu oye! Oh walimu! Safi hapo. Vipi jamani, Wanasingida, hapo vipi? Walimu kuvaa suti, vipi? Walimu kutolipa kwenye daladala, vipi? Mnaliunga mkono hilo? Wanaunga mkono, mikono juu, mikono juu sana na Singida. Vijana wengi wa Kitanzania hawaaminiki kwenye taasisi za fedha, hivyo basi, kwa mara ya kwanza vijana wa Kitanzania wanakwenda kuaminika kwenye taasisi za fedha ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza kijana wa Kitanzania anakwenda kukopa mamilioni ya fedha kupitia taasisi za fedha na kurudi ulaiani kuja kuanzisha miradi miradi midogo midogo na miradi mikubwa mikubwa kwa maslahi mapana ya kwako binafsi, na hatimaye wakati huo huo serikali itakwenda kupata kodi kupitia ile miradi ambayo umeanzisha kijana. Vijana oye! Vijana safi!